Tulipokea maelekezo ya kuona namna gani tunaendeleza kwenye hili bweni ambalo mnaliona hapa nyuma yangu. Tulikuwa tumekwama sehemu ya marumaru, na kwa jitihada ambazo jana tumefanikiwa, leo kama mnavyoona, hatua zinaendelea, na matarajio yetu tulikamilishwa kwa wakati, kwa sababu vifaa ambavyo vingine tunavyo, mpaka sasa hivi milango yote tunayo, aluminium zote zipo pamoja na rangi maalumalu ndo zilikuwa kidogo changamoto lakini, tunashukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi mradi huu unaendelea, na matumaini yetu mwezi wa saba tutakuwa tayari kupokea wanafunzi wa kidato cha tano katika shule yetu hii ya sekondari ya Lugalo katika manispaa yetu ya Iringa. Zirekelo na changamoto ambazo zilikuwepo hapo awali sasa hivi zinaenda kuwa historia, na tumeanza kuweka mikakati mbalimbali mbali ya kuona namna gani sisi kama manispaa, pale sehemu yenye mapungufu basi tuweze kuirekebisha, ili tulete imani kwa mafundi wa zabuni na wale wanaotuletea pesa. ni mshukuru uongozi wa Halmashauri ya Manispaa ya Iringa kupitia mkurugenzi wetu kwa kuweka kwa kwe, juhudi ya kupata vile vifaa. Vifaa vile vilikuwa vijapatikana, mkurugenzi alikuwa ameshalipa tayari lakini alikuwa haleti kwa sababu alikuwa anatuadhibu kwa madeni ya nyuma. Hivyo baada ya kwenda kule kurekebisha, alifanya hivyo na mzabuni yule alitu, alitupa vifaa tiles na vifaa vingine simenti. Kama unavyoona leo hii, jana vilishuka, jana mchana jioni kabisa, na leo hii kazi inaendelea. Mmoja anaitwa Dickson Mriuka, yes, ni fundi wa bweni, fundi mkuu ambaye nimeshika, ni mzabuni ambaye nimeshika itena, nategemea so, Uh, kulikuwa kuna changamoto kidogo lakini tumesha amesha solve kwa kubwa. Kwa hiyo nategemea kwamba tarehe kumi na tano mwezi wa pili nitakuwa nimeshamaliza kila kitu kwa sababu kila kitu kipo ofisini, kwa na store, kila kitu kipo store, kila kitu ni kimeshaletwa na marumaru kama hivyo, tunafanya tunapiga, tuko moto sana, tegemea siku tano tutakuwa tumeshamaliza.